Mwongozo wa kujifunza Biblia hii, ikiwa ni Septemba 29 mwaka wa 2025, siku ya Jumatatu. Mada inasema: vuka, twaa, gawa, tumikia. Soma Yoshua sura ya kwanza. Tunaweza kujifunza nini kuhusu muundo wa kitabu kutokana na mwanzo huu wa sura? Sura ya kwanza ya Yoshua inatumika kama utangulizi wa kitabu kizima. Inazo hotuba nne zinazopelekana na sehemu kuu nne za kitabu: kuvuka katika Yoshua sura ile ya kwanza, ya pili hadi ya tisa; kushinda Yoshua sura ya kwanza, ya kumi na kumi na moja; kugawa nchi Yoshua sura ya kwanza, ya kumi na mbili hadi kumi na tano; na na kutumika kwa kuwa mtiifu kwa ile sheria Yoshua sura ile ya kwanza ya 16 hadi 10 na nane. Kitabu cha Yoshua kinaweza kuonekana kama mfuatano wa maamuzi ya kimbingu. Katika kila uamuzi, Mungu anampa Yoshua kazi mahususi zinazohusiana na ushindi wa Kanani, na kila moja inatambuliwa baadaye katika kitabu baada ya ukamilishwaji wake kufanikiwa. Mwishoni, ahadi za Mungu kuhusu umiliki wa ile nchi zimetimizwa. Kuanzia hapo na kuendelea, wajibu wa kuitunza nchi unakuwa mikononi mwa Waisraeli na ungeweza kukamilishwa tu na imani ya kweli na kwa huo utii ambao imani hiyo daima inausababisha. Maamuzi ya Mungu yanayoelezewa kwa vitenzi vitatu: vuka, twaa na gawa yanapokea majibu sahihi katika utiifu wa watu unaotokana na uamuzi wa mwisho huduma. Kwa mara nyingine, kitabu cha Yoshua kina sehemu kuu nne, kila moja ikijulikana kwa dhana mahususi inayoelezewa kupitia kwa kuwepo kunako tawala kwa neno la Kiebrania. Sehemu ya kwanza vuka yoshua sura ya kwanza aya ya kwanza hadi sura ya tano ya kumi na mbili sehemu ya pili toa yoshua sura ya tano ya kumi na tatu hadi sura ya kumi na mbili ya ishirini na nne sehemu ya tatu gawa yoshua sura ile ya kumi na tatu ya kwanza hadi sura ya ishirini na moja arobaini na tano sehemu ya nne tumikia yoshua ishirini na mbili aya ya kwanza hadi ishirini na nne ya thelathini na tatu Hivyo muundo wenyewe wa kitabu unaonyesha ujumbe wake mkuu. Maamuzi ya Mungu hayakamilishwi kwa kujiendesha yenyewe. Badala yake anahitaji mwitikio wa uaminifu wa watu wake. Yaani pamoja na yale yote ambayo Mungu ametenda kwa ajili yetu, ukihusisha yale yote ambayo ametenda kwa ajili yetu ambayo hatuwezi kujifanyia, sasa tutaitwa kufanya kile tuwezacho kufanya kwa ajili yetu wenyewe ambacho ni kutii kile ambacho Mungu ametuamuru tufanye. Hivi ndivyo imekuwa katika historia yote takatifu na inasalia kuwa hivyo leo. Kwa mfano, maelezo juu ya watu wa Mungu wa mwisho wa wakati kwenye Ufunuo 14:12 ya yanawasilisha wazo hilo hilo, imani katika kile ambacho Mungu ametutendea, jambo linaloongoza hadi kwenye utiifu. Hebu fikiria juu ya baadhi ya ahadi za neno la Mungu ambazo ni za thamani sana kwako. Ni mwitikio wa namna gani ambao unatakiwa kwa upande wako ili hizo ahadi ziwe halisi leo? Ni Septemba 29, mada ikisema vuka twa gawa tumikia, na huo ndio mwisho wa tafakari ya neno hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na ni kutakia wakati mwema.